CCMA bado sijasikia Kandete, yeah. Hodi Kandete hodi, hodi, Kandete hodi. Hodi, Kandete hodi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kaimu mwenyekiti wa chama chetu cha mapinduzi mkoa, nitambue uwepo wa mwenyekiti kiti wetu wa wilaya mzee wetu kipenzi Maxon Mwakipunga. Mwakipunga oye! Nitambue uwepo wa mgombea wetu lutengano George Mwaluiva. Mwaluiva oye! Nitambue kamati ya siasa na viongozi walioongoza kampeni za vijiji hamsini na sita na kata kumi na tatu. Kamati ya siasa oye! Mama Samia, Mama Samia, naomba tupunge mkono namna hii, asiyepunga mkono ni mchawi. Naomba wana Kandete, kata ya wajanja, kata inayoeleweka, kata iliyoanza maendeleo muda mrefu, Kandete oyee! Asanteni Kandete, tunawapenda. Mgeni rasmi, nimesimama, naitwa Eliud Leonard Mwaiteleke Nilikiwa mtiania jimbo la Lungwe, hazikutosha sasa tumeungana na sisi wanaBusokero ni ndugu zetu. Nimesema nije niseme kwa namna mnavomfahamu Mwariva, nije niseme kwa namna mnavyomfaham Dokta Samia, nije niseme kwa namna mnavo wafahamu madiwani wenu Busokeroy hey! Busokero safi Kandete ni kata ya wajanja. Kandete wanafanya maamuzi ya kijanja. Jumatano sio mbali, kwa sababu kandete ni wajanja, na tumekubaliana tutatoka mguu kwa mguu, ili tuweze kumwombea kwenda kupiga kura kwa Dokta Samia. Walio tayari kupiga kura kwa Dokta Samia waonyeshe mkono namna hii Asante. Usionyosha mkono mchawi. Tunarudia, walio tayari kunyo, kupiga kura Jumatano tarehe ishirini na tisa Oktoba, nyosha mkono namna hii. Kandeteo, walio tayari kupiga kura kwa mtoto wao kijana wao wa nguvu Lutengano George Mwawiwa wanyoshe mkono namna hii. Kandeteoe, walio tayari kupiga kura kwa Bukoli wanyoshe mkono namna hii. Mheshimiwa, mimi nilikuwa mkurugenzi watu wa Kandete, nilikuwa mkurugenzi wa Misungwi, wakati Lutengano akiwa mkurugenzi wa Magu. Tunajua kazi ya kufanya kwenye halmashauri, tunajua kazi ya kufanya kwenye wilaya. Nimekuja kuwathibitishia kwamba mbambu... Busokero mmepata kijana sahihi anayejua pa kuingilia na pa kutokea. Naomba nguwasuma watata na wajuva nguwasuma Jumatano, msifanye makosa. Itaneni mabarozi wetu walio CCM na walio nje ya CCM, wote tunataka maendeleo. Naomba Jumatano watakaopiga kura kwa Rutengano wanyoshe mkono namna hii. Kandete oe, mimi nilihamishiwa halmashauri ya Chato, yeye akahamishiwa halmashauri ya Bukombe. Tumekuwa na viongozi, tumeishi na viongozi. Ni kijana mnyenyekevu, ni kijana mtiifu, ni mtu wa watu. Lutengano ni mtu wa watu, anafikika. Najua ataenda kujenga hoja za barabara bungeni. Ataenda kujenga hoja za maeneo yetu ya kimkakati ikiwemo chai, ikiwemo viazi, ikiwemo ndizi. Kandete hapo vipi. hapo vipi? na mjua alisimamia vituo vya afya akiwa Magu akiwa, akiwa buko, Bukombe. Amekuwa ni mtu ambaye analeta matokeo, alileta kwa watu alileta kanda ya ziwa, walimwamini. Sasa naomba na nawahakikishia, Jumatano tumpe kura za kishindo, kwa sababu namna tutakapopiga kura ndio namna ambavyo atakuwa na nguvu. Naomba tupige kura kwa Dokta Samia, naomba tupige kura kwa kw kwa Rutengano, naomba tupige kura kwa madiwani. Asiwepo wa kutudanganya, asiwepo wa kusema wameshinda. Naomba kila mtu na jirani yake, naomba kila mtu na mtuwe, naomba kila mtu na mke wake, naomba kila mtu na mtoto wake, wake aliye tayari, walio tayari wapunge mkono namna hii. Nawashukuru sana, Nguvasuma watata na wajuba, mwe warumyana na warundwana Tubuke twesa tusiache, hii dhahabu Rutengano ni dhahabu, mmepata dhahabu. Naomba tuithibitishie Tanzania, naomba tuithibitishie Rungwe, naomba tuithibitishie Busongero, Busokelo, kwamba tumepata dhahabu, oe.